Zaidi ya familia 25 zinataabika kwa sasa katika kijiji cha Gachagi, kilichoko katika shamba la Kakuzi eneo la Makuyu. Kwa miongo kadhaa, wakazi hao wameishi katika mazingira duni na hatari kama vile kukosa choo na rasilimali nyingine muhimu. Hali hii imesababishwa na familia hizo kusubiri ahadi ya kuhamishwa hadi eneo lingine, lakini ahadi hiyo haijatimia. Taswira ya umaskini na uchochole imezingira eneo hili la Gachagi. Huku Michael Mburi, mwenyekiti wa chama cha wakaazi akisema, familia zinataabika kutokana na ukosefu wa maji safi, licha ya ekari 35 zilizotengwa kwa ajili ya kuhamishwa kwao kupitia makubaliano ya pamoja yaliyofanywa, familia nyingi zinaendelea kuishi katika hali ya umaskini. Mbunge wa Maragwa Mary wa Maua ameipa kampuni hiyo siku 14 kupanga mkutano ili kukamilisha mipango ya kuwahamisha. Iko bodi ilipitisha na kila yeyote akapewa eka moja. Hatuna ubaya na Kakuzi mm. Kama watu wa Gachagi watawapereka watu mm, kwa mashamba ile. Akubuke ile watu wako hapa awatoe hapa awapereke mashamba yao Fire asione ate sisi tukae hapa kwa hii maji yote inagiaga kwa yota kwa nyumba haya choo iko hapa ikija inaenda wapi? Kwa nyumba kwa manyumba yetu. Sasa kwa hivyo, mimi naomba Simoni, uasilia shamba yetu Kakuzi akumbuki sisi, sisi watu ukitoka tulibaki, walipatia wale wengine watu kumi, na sisi ayui bila ilienda, tunasekea hapa. Hata mtu akikufa, awezi sikwa maali, anapelekwa ka kaunti kanjo, anaenda kuombewa huko kapuli na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo, tunapumzika tu kidogo tutarejea hivi punde na mengi zaidi. Usiondoke hapo.